Waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka ametoa maagizo kwa halmashauri zote nchini kuwatambua vijana wanaofanya shughuli mbalimbali za ujasiriamali na kutatua changamoto zao ili watimize ndoto zao. Nanauka ameyasema hayo baada ya kutembelea soko la wajasiriamali lililopo Mkwajuni, wilaya na mkoa wa Songwe. Kikubwa, Mheshimiwa Rais anataka wafanyabiashara wadogo wadogo wanaoshughulisha na shughuli zao wawe katika mazingira yaliyo bora, na hili ni agizo ambalo nalitoa kwa halmashauri zote Tujitahidi kuwatambua vijana wetu wanaofanya shughuli mbalimbali, tuangalie wanafanya nini, tuangalie elimu zao, tuangalie vikwazo vyao, yoyote yule, hata kama hajaenda shule. Serikali ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan inataka kijana yoyote yule ambaye ana ndoto katika nchi hii, ndoto yake iweze kutimilika. Wizara hii imeundwa mahususi kwa ajili ya kushughulika na masuala ya maendeleo ya vijana, na yako mambo matatu ya muhimu ambayo tunazingatia katika utendaji kazi wetu. Jambo la kwanza ni kasi katika kuwahudumia vijana, kasi katika kuwahudumia vijana. Vijana wanatafuta fursa, fursa inapopatikana wanataka kuwezeshwa ili waitumie ile fursa. Unapowacheleweshea, ukawapa kitu baada ya miezi sita, fursa inakuwa imepita inakuwa ina faida kwao, unawapa hela, fursa imepita, wanashindwa kulipa mkopo kwa sababu fursa imeshawapiga imeshaenda mbele zaidi yao kwao. Tunaomba watendaji wahakikishe maswala vijana ya vijana yanashughulikiwa kwa haraka, inapofika kwenye swala la uwezeshaji kama jambo aliwezekani, mtendaji usimzungushe kijana, mwambie ili aliwezekani, ili ajue atatafuta namna gani. Jambo la pili, vijana wafuate walipo. Hawa vijana wanashughulisha na shughuli za ujasiriamali, ndio maana mimi nimetoka huko wizarani nimekuja mpaka hapa. Ningeweza kumwambia mkuu wa mkoa, ongea na mkuu wa wilaya ya Songwe, amwambie mkurugenzi aniletee taarifa ofisini. Kwa hiyo, watendaji, twende vijana wanakofanya kazi, tujue matatizo yao, tujue changamoto zao ili tuzifanyie kazi. Kwa hiyo tusikae tu tukasema tumekaa ofisini, vijana wenyewe hawajaja, tuwafuate. Na katika hilo, maana yake tuandee utaratibu, tuwe na utaratibu wa kuwaita, tuwasikilize, wanaohitaji kusaidiwa mawazo, ndio wataalam kazi yao hiyo. Na katika hili pia tumesema ile tabia ya kwamba kijana wanakuja wanasema tunataka jambo fulani, alafu nakuta watendaji wanasema hamna sifa na vigezo. Sasa vigezo nani awasaidie kuvipata hivyo vigezo? Inatakiwa wakija kama wana vigezo, mkae nao chini Muwaelekeze, muambie kigezo mlichokosa hapa. Katiba yenu hii haijakamilika. Kama haijakamilika, tunao wataalamu katika halmashauri zetu, katika serikali, wawasaidie kutimiza hivyo vigezo. Mchanganuo wa biashara hujakaa vizuri, ndio kazi yetu serikali kuwasaidia, sio kuambia una vigezo, hapana, kuwasaidia kutekeleza vigezo, ili wao pia waweze kupata mkopo, waweze kupata msaada ambao serikali unao.